Bwana Yesu asifiwe. wa karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashare neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa sana Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe. Ukimaliza kuangalia, share, like, and comment na Mungu akubariki. Leo nina furaha tele na mshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kushare neno la Mungu na wewe. Na leo tunaenda kuangalia sehemu nyingine ya nne katika darasa letu hili maalum la Mungu a God Special School apo, leo tunaenda kuangalia kitu kitofauti kidogo, na tunaenda kujifunza mambo mengi, nitatoa mifano mbalimbali mbali. na ni vilevile vile, tutatumia watu kwenye Biblia walioshinda ili darasa na walioshindwa. Kwa nini walishinda? Kwa nini walishindwa? tunajifunza nini kutoka kwao? Kwa hiyo naomba ukae mpaka mwisho uangalie, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Basi karibu sana katika darasa letu hili, darasa ni la nne. Tumeshafanya madarasa matatu, kama ujaangalia, naomba ukaangalie. Tumefanya darasa la imani, darasa la msamaha, darasa la vita vya imani, na leo nataka kuongezea kitu kidogo tu kutoka darasa la lililopita la wiki iliyopita, darasa la vita vya imani. Yani tunatakiwa tusiwe na hofu, kwa sababu vita si vyetu, ni vya Bwana, na vile vile sisi tunashinda zaidi ya kushinda kwake Bwana Yesu anayetupenda. Kwa hiyo leo tunaingia hili darasa lingine. Hili darasa ni darasa la uhodari na ushujaa. Darasa hili ni muhimu especially, ukija kuangalia, sababu kubwa ni kwa sababu ukilifaulu hili darasa unapanda kutoka utukufu hadi utukufu. Kwa hiyo hili darasa ni kwa wale ambao wanataka kuongezeka katika katika Mungu, katika majukumu, promoted huko katika ufalme wa Mungu. Unataka promotion? Ndio darasa hili la ushujaa na darasa la uhodari. Kwa hiyo tunaenda kuangalia kama kawaida, neno la Mungu ndiyo linalotuongoza, hatusemi maneno yetu wenyewe. Maana inafaa nini maneno yetu Yoshua moja mstari wa tisa, Mungu anamwambia Yoshua, jesi, mimi niliye kuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Hapa pana mambo mengi, kwanza tunayotakiwa tuyajue. Kwanza tuangalie hili neno la uhodari, kwenye Kiingereza inasema be courageous Be strong and courageous. Kwa hiyo huo hodari ni kuwa strong um, na tunakuwaje strong? Kwa sababu kuna mtu mwingine ukimwona unamwona yuko legelege legelege hiyo lege ni kimwilini, lakini kiroho, kwa sababu tunakumbuka wiki iliyopita tuliangalia kwamba vita vyetu sio vya mwili, ni vya kiroho. Na kuwaje strong in my spirit. Neno la Mungu linatuambia katika Efeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. In english inasema be strong in the lord and in the power of his might. Umeona, yaani hizo hizo nguvu zetu tunazotakiwa tuwe nazo, sio nguvu zetu sisi, ni nguvu za Bwana. Tunatakiwa tuwe hodari katika Bwana, sio katika katika uweza wetu katika elimu yetu, katika mafanikio yetu, katika experience yetu, inatakiwa to draw out kama nikisima, ni kisimani, umeenda unachota maji, unachota maji kwenye kisima cha Bwana. Zile nguvu, zile ndo unazozihitaji. Umeona, ndo uhodari tunaozungumzia hapa. Na je tunapozungumzia eh, kuwa nani, eh, kuwa ushujaa in English inasema courageous. Unajua shujaa, kwa sababu kiliyopita tuliangalia somo la la vita la uh, in, in, vita vya imani. Tunaona hata wanajeshi wanaweza wakaenda wanajeshi elfu moja kwenye vita, lakini wawili au watatu ndio wakajulikana ni mashujaa, wanaenda extra mile wanafanya vitu ambavyo wale wengine hawakuvifanya, au ndo wanakuwa sababu ya ile vita ikashin, wakashinda ile vita. Nakumbuka wakati wa vita vya vya Tanzania na, na Uganda, palikuwa na mashujaa, palikuwa na watu ambao walipandishwa vyeo kwa sababu ya ushujaa wao ambao waliuonyesha katika ile vita, na kuna wengine walirudi kapa, kuna wengine walifia vitani. Ndio, unaweza kufa vitani kwa sababu ya ushujaa. Lakini what I'm trying to say, shujaa ni mtu ambaye anaenda extra mile kuhakikisha ku, ku, ku, kwamba jeshi lake linashinda. Sasa courageous, ukiangalia ina maana kama tofauti kidogo na ushujaa. Courageous ni kuwa na courage, ni kuwa na na confidence ya kupambana, huna hofu ndani yako Umeona, na ndio Mungu anataka tuwe hivyo. Sasa tunakuaje courageous? tunakuaje washujaa? Neno la Mungu latuambia Warumi 8:31 lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwake aliyetupenda. Kwa hiyo mimi nitakapojua in my mind, in my soul, in my spirit kwamba hata vita iwe kali kiasi gani, nikajua kwamba mimi nilishatangaziwa kushinda na huu ushindi sio wa kwangu, mimi ninashinda kwa sababu ya Yesu ambaye anatupenda ambaye ameshashinda, ameshachukua funguo ya mauti. Umeona, ile itakufanya wewe uwe shujaa. Na huyu mwenzetu nani? Eh, Yoshua. Mungu alimwambia vitu vingi, alimwambia usiogope, usi kwa hiyo shujaa hatakiwi aogope na shujaa hatakiwi afadhaike na shujaa ili uwe shujaa, Mungu anamwambia lazima ujue mimi niko pamoja nawe kila uendako, kwa sababu saa nyingine huwa tunasahau kwamba Mungu yuko pamoja nasi especially tukipita kwenye sehemu fulani za majaribu. Unaomba uone tofauti ya kitu chochote kinachoendelea, mambo yanaenda vilevile au yanakuwa babaya zaidi. Hapo ndo wanadamu huwa tunachanganyikiwa lakini hatutakiwi tuchanganyikiwe, hatutakiwi tufadhaike. Tunatakiwa tukumbuke kwamba sisi ni washindi, we are more than conquerors. Umeona? Sasa basi, kwa nini hili darasa ni muhimu? Nimetaja sababu moja pale mwanzoni, nikasema kwamba ili tuweze kupandishwa viwango au tu, tuwe promoted. Lakini kikubwa, Mungu anataka tumtegemee. Sisi ukiisoma hii habari ya Yoshua Yoshua, Musa alikuwa amekufa na tunajua Joshua. Um, nilikuwa najaribu kufanya research Joshua alikuwa ni mtumishi wa Musa toka ujana wake. Kumbuka Musa alivyotumwa kwenda nani, wana waisraeli, alikuwa katika miaka themanini na tano hivi. Joshua anasema alikuwa katika miaka thelathini na nane thelathini na tisa kutokana na akaunti zake. Kwa hiyo yeye alikuwa ni kijana ambaye ana, ana, nani anamsaidia Musa na mara ya kwanza alionekana katika kitabu cha Exodus. Wakati Musa anapigana na Wamaleki, ndo tulimuona Joshua na hapo tayari akiwa na miaka alikuwa tayari ni mtu wa vita, umeona lakini baadaye akaja kuwa personal assistant wa Musa, kwao aliona Musa jinsi alivyo hangaika na wana wa Israeli, mara wamemwasi Mungu mara wameliamana mara wamelilia maji mara wamefanya nini, Musa anaenda kwa Mungu analia, anatubu dhambi zao. Kuna wakati Mungu anasema mimi ntawaangamiza wote. Yoshua yote hayo anayaona. Sasa Musa amekufa ambaye ndo alikuwa anashughulika na hawa watu. M lazima, kuna kihofu kilimwingia Musa na ni Joshua sasa, ndio hapa ndio tunaposema kwamba darasa hili linatusaidia kujua kwamba ndiyo, Musa tunamuhitaji tuna kama wanadamu, lakini tunamuhitaji zaidi ni Mungu, na Mungu anataka tumtegemee yeye. Umeshawahi kuonaga, mara nyingi wote katika maisha yetu lazima tutafika mahali Musa wetu atakufa. Tunaweza tukasikitika sana, lakini tukijua kwamba Musa wetu amekufa ili tumtegemee Mungu, tuta toka katika hali ya kufadhaika hali ya hofu na kuanza kumtegemea Mungu. Kwa hiyo Musa wako inaweza ikawa ni ndoa yako, ndoa imeharibika. Musa wako inaweza kuwa mwenza wako amekufa au ameondoka. Musa wako inaweza kuwa ni kazi yako imeisha au umefukuzwa Biashara imekufa ndio Musawako ulikuwa unategemea, ndio sosi ya income haipo, utafanya nini? Unatakiwa uwe strong and courageous, kwa sababu Mungu ndivyo anavyotaka. Kingine cha pili ni kwamba ili darasa ni muhimu ili tuweze kushinda upinzani ulio mbele yetu. Tunaweza sasa hivi tusiuone huu upinzani, lakini upo upinzani mbele yetu ambao Mungu anataka tu ushinde Tutaona Musa huyu eh, Joshua palikuwa na upinzani gani unaokuja mbele yake ambao Mungu amemwonya huku kabla. Na sisi vivyo hivyo, Mungu atatupitisha mahali, utaota, utahubiriwa, utafundishwa, utafanya nini kuwekwa, kuwe tayari kwamba kuna kitu kinakuja, unatakiwa uwe ready. Kuwa ndani, kuwa hodari na kuwa shujaa. Na kingine neno la Mungu linatuambia toka zama za za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wana uteka. Lazima tu, tuwe na hizi nguvu. Kwa hiyo tupite darasa ili tuwe na hizi nguvu ili tuweze kuuteka ufalme. Sasa tuangalie jinsi Mungu alivyoongea na huyu um, Yoshua kuhusu hatua gani anatakiwa kuzichukua ili aweze kuwa hodari na kuwa shujaa. Kwanza Mungu akamwambia katika mstari wa pili, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka vuka mto huu wa Yordan. Kwa, kwa hiyo hapa tunaona anamwambia, wewe na, na watu hawa wote mkaende katika nchi ni wapae wana wa Israeli. Kwa kitu cha kwanza penye kuwa hodari na kuwa shujaa, lazima Mungu atakupa Yordan ya kuvuka kwa sababu wewe ulikuwa upande huu, ulikuwa uko comfortable upande huu. Sasa anakupeleka mahali ambapo pakuvuka, wakati unavuka, panakuwa very uncomfortable. lakini utakapoenda upande wa pili, hapo ndipo bwana alipokupa ukapate kutawala na kutamalaki. Umeona kwa nini tunatakiwa tuwe? Kwa sababu saa nyingine katika maisha yetu unaweza nikaona ah, hii ndio biashara yangu, haya ndio maisha yangu, au kiroho umeridhika tu vile vitu ambavyo unamfanyia Mungu, zile kazi unazomfanyia Mungu, vile unavyomwamini Mungu umeridhika, lakini kumbe iko Jordan ambayo inakuzuia wewe kufikia ahadi au kusudi la Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya, ili uwe hodari, lazima uinuke. Neno la Mungu linatuambia katika Isaya 60, inuka uangaze, kwa maana nuru ya Bwana imekujilia na utukufu wake umekuondokea. Kwa hiyo sasa lazima uinuke. Huwezi kukaa hapo hapo, huwezi kukaa upande wa pili wa Jordan ukifikiri kwamba utakuwa hodari. Au utakuwa hodari, utakuwa tu mwanajeshi wa kawaida unapigana na na, na na na vita vidogo vidogo. Kwa hiyo hiyo, kitu cha kwanza, hii ni hatua ya kwanza, lazima tuinuke mahali tulipo, tukubali kuinuka, tukubali kutii, tuinuke tuende pale ambapo Bwana anaturithisha. Kingine cha pili ambacho tunatakiwa tukifahamu ni kwamba kuna mipaka. Mstari wa tatu na wa nne, Mungu alikuwa anamwelezea huyu Joshua, mipaka ambapo Mungu anampa anamwambia, kila mali utakapokanyaga nyayo zako na miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni. Kwa Mungu akampa mipaka, lakini akawa amemwahidi kwamba hiyo mipaka, utakapokanyaga popote ni kwako, nimekupa. Na watu wengi tunapenda kunani hu, hu, hu mm, mstari lakini nimegundua kwamba hata mimi nafanya kosa moja. Mipaka nayoiangalia au umstari nauchukulia kimwili, labda nikipata kazi nikifika pale nasema hapa nimepakanyaga, bwana amenipa au nika, umenielewa? Lakini tunatakiwa tuweke mipaka ya rohoni vile vile. Katika kiroho kuna sehemu ambazo Mungu anakufikisha unatakiwa udiklee kwamba hapa nimeshapakanyaga, hapa nimeshateka. Katika ulimwengu wa roho, hapa nimeteka, hapa ni kwangu, adui asija akakutoa. Umeona, kwa lazima tujue mipaka yetu, kwa sababu mipaka ni muhimu. Usipojua mipaka yako, ni mpaka wapi unaruhusiwa ku, ku, ku, ku, kuonyesha uhodari wako na ushujaa, utaenda kupigwa huko na kuenda. Kuna mchungaji mmoja aliwahi kufundisha akasema, watu wengine wakiwa wanaomba wanaomba wana, wanasema ninapigana na mfalme wa, wa, wa nini, yule nani, malaika Gabriel alikuja kupigana naye um, yani, wakuu wa anga. Anasema tujaambiwa mahali popote tupigane na wakuu wa anga. Sijui kama wewe unakubaliana na hiyo naomba weka ndani zao, lakini nimsikilize yule mchungaji tumi nikakubaliana naye kwamba hatujaambiwa mahali popote. Yani sisi kazi yetu, hata ukiziangalia zile silaha za Mungu ni kwamba tumeambiwa tuzivae, tusimame adui anapokuja, tunayo imani ya kujikinga huku nimejikinga. The only silaha ambayo tumepewa ambayo tunapigana na adui ni neno la Mungu. Na hilo neno ni unarudisha mashambulizi wewe, hutoki on your own, utoke hapa unasema naenda kupigana na Shetani. Ndio mipaka hiyo. Lazima ujue mipaka yangu, ipi siwezi. so, kufunga safari hapa, naenda kumtafuta Shetani huko aliko, nianze kupigana naye, umeona? Utapigwa huko, kwa sababu ujue mipaka yako. kwa lazima tujue mipaka yetu, tujue ahadi ya Mungu aliyotuahidi, ya kwamba popote tutakapokanyaga ametupa, na usinani sana huo mstari kwa mambo yetu ya kimwili tu, hata mambo ya kiroho kingine um, Mungu hapa anamzungumza nani? Anachozungumzia ana ana, ana, ana katika mus, eh, kwa Joshua tu ambazo anatakiwa kuchukua ni mstari wa sita. Anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi ile niliyowapia baba zao, ya kwamba nitawapa kwa lazima ujue wewe ni nani. Joshua anaokabidhiwa watu, anakuwa kiongozi wa watu, kwa hata mimi na wewe katika darasa la uhodari na ushujaa ni muhimu, kwa sababu tunaenda kukabidhiwa majukumu. Inawezekana sio majukumu kwamba tuwe na watu wengi au tuwe na kanisa au tuwe na nini, kama Musa alikuwa na taifa, eh, sorry Joshua alikuwa na taifa lote la Israeli. Inawezekana ni majukumu tu Mungu ambaye anakupa. Yaani, kinachotakiwa ni kwamba ujue kwamba wewe sasa sio yule wa jana. Jana ulikuwa na majukumu, leo na majukumu na vile vile anasema ni wewe utakayewarithisha watu nchi niweo wapa, uwe hodari na moyo wa ushujaa kwa hata. Mimi kuna watu katika maisha yangu wanaweza kuwa wawili, wanaweza kuwa watatu, ambao Mungu anategemea niwahubirie, niwafundishe, niwasaidie, niwaombee, ili waweze kurithi ufalme wa Mungu kama vile Mungu anavyotaka umeona kwa hiyo lazima ujue hiyo katika uhodari na kuwa shujaa lazima hili nalo ni hatua unayotakiwa uichukue ya kujijua wewe ni nani lakini hatua nyingine tunayotakiwa kuifanya iko mstari wa saba na wanane anamwambia uwe hodari tu na ushujaa mwingi yani sio tu ushujaa wa kawaida mwingi anamwambia uangalie kutenda sawasawa na sheria yote niliyomwamuru Musa wala usiende, usiache, wala usiende mkono huu wala mkono huu, upate kufanikiwa sana huko uendako. Kwa kuna mahali ambapo Mungu anataka twende, mahali ambapo wanapewa mashujaa na mahodari, the strong and the courageous, kuna mahali pao Mungu anapotaka wawepo. Umeona, na hapo sio sawasawa na pale pa maskari wengine lakini Mungu anasema ili uweze kupafikia pale, lazima uishike na kuitenda sheria ya Mungu na wala usipindishe, usiseme ah. Kama tulivyojifunza katika somo lilopita, kusamehe unaanza, ah, mimi huyu namsamehe lakini yule yule siwezi kumsamehe yani yule alichonifanya, hiyo ah, ah, yu umepindisha, umeenda kushoto au ah, umeenda kulia. Alafu Mungu anaendelea kumwelezea kwamba ili aweze kulitenda neno afanye nini? Anaambia, kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako. umeona? kitabu kuondoka kinywani, kisiondoke kinywani mwako. mara nyingine tunajisahau. ni tunatakiwa tu tunalitamka neno la Mungu. Eh, rafiki yangu leo alikuwa amenisema kidogo kwamba mimi mara nyingine nikiongea mstari kama sijausoma naweza nikajua part A and then part B naongea, labda nachanganya mistari miwili <laughs> inabidi nimwombe ni Mungu anisaidie niendelee kunani kui mistari kama ilivyo kuiongea kui kama ilivyo. Kwa hiyo anasema kitabu hiki ikisiondoke kinywani mwako, kwao katika maongezi yetu. Yani in a day sei, toka umeamka mpaka jioni unaenda kulala, ni mara ngapi umelitamka neno la Mungu? Tafakari anza kulitamka more and more na Mungu atakusaidia. Na the more unaanza kulitamka neno la Mungu ndivyo the more neno la Mungu linavyokaa moyoni mwako na linavyofanya kazi. Lakini anasema yatafakari maneno yale mchana na usiku. Neno la Mungu tunatakiwa tulitafakari mchana na usiku. Ina maana hata ukiwa umelala unatakiwa utafakari neno la Mungu. Mwenye nikupe siri, mimi wanasemaga hivi sifanyi mara zote kwa sababu ya udhaifu nilionao nao, lakini mara nyingi ninapokumbuka, nikiwa na lala, natafuta hata kipangele kidogo tu cha neno la Mungu, kidogo tu naanza kukiwaza waza waza waza, ndio kinanifanya nilale. Utakuja kushangaa usiku kwenye ndoto unalisema lile neno au unalisikia lile neno kwenye ndoto. Ina maana lile neno limeingia in my subconscious mind anakwambia upate kuangalia kutenda kwa hiyo sio tu niliseme nilitafakari alafu silitendi, anasema liangalie kulitenda sana maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikiwa njia zako. Tunatakiwa tufanikiwe katika ushujaa. Shujaa gani ambaye hajafanikiwa? Huwezi kuwa shujaa mpaka ufanikiwe. Kama ni mission, ifanikiwe kama uliambiwa uende ukaharibu kambi huko, urudi kambi imeharibika kama uliambiwa yani, kazi yote ambayo umetumwa na, na, na, na, na jemedari mkuu wewe uende ukaifanye, then utakuwa umefanikiwa. Lakini ndo tunaambiwa tuwezi kufanikiwa kama tutafanya haya mambo, haya mambo, kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwetu, tutafakari maneno usiku na mchana, tuangalie kulitenda ili neno yote yaliyoandikwa humo, ndipo tutakapofanikiwa. Mambo makubwa matatu ya mwisho, hatua ambayo Yoshua aliambiwa aifanye akaambiwa hivi, mstari wa tisa, jesi, mimi niliye kuamuru uwe udani na moyo usiogope, wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila uenda. Kwa hiyo, umeshaye kumwonaga shujaa anaogopa au shujaa anafadhaika? Hauwezi kufadhaika, hauwezi. Lakini ndio tunazungumziaga hivi, ukiambiwa usiogope, na maana kuna kitu kinachoogopesha. Lakini wewe ukishakiangalia, toa macho yako kwenye kile kitu kinachokuogopesha, weka macho yako kwa Yesu, kwa sababu yeye ndo atakayekusaidia kushinda na kushinda. Usifadhaike, kisikufanya hicho kitu ukazimia. Kuna mstari mmoja katika mithali unasema, mtu yoyote anayezimia wakati wa vita nguvu zake ni ndogo, na nguvu zako ni ndogo kama unategemea nguvu zako wewe, lakini nguvu za Bwana Yesu sio ndogo. umeona? Kwa hiyo hiyo ni hatua ya, ya ambayo pa, um, nani Joshua aliambiwa achukue, na kama tulivyosema, kwa nini Joshua aliambiwa hivyo? Aliambiwa kwa sababu palikuwa na Jordan mbele yake, na kweli ukienda ukifika ju, sura ya tatu ya Joshua, kweli Josh, ni Joshua, Mungu akamwambia sasa, mvuke Jordan, kesho nataka mvuke Jordan na hawa watu sasa Jordan ilikuwa ni kubwa maji hapo, ndo mimi na wewe sasa tunakuwa tukumbuke ya kwamba Mungu amesema hata katika maji mazito atakuwa pamoja nasi, umeona. Kwa hiyo na m, m, kwa sababu Joshua alikuwa ameyashika maneno ya Mungu, ameshika hizi ahadi za Mungu, akaweza kuvuka Jordan na wale watu wote wakavuka Jordan kwenda ng'ambo ya pili na ndio sasa tuzungumzie sasa, kwa sababu tumesema hili ni darasa na madarasa haya yote ya Mungu yana mitiani. Mtiani wa Joshua ulikuwa kuvuka eh, Jordan. Ukimaliza unakuwa promoted, na ukiangalia hiyo sura ya tatu ya Joshua, Mungu anamwambia Joshua ya kwamba Joshua, sasa leo ndipo nitakapo kufanya ujulikane, ninaenda kukupromoti mbele ya hawa watu wote. Mmeona. Kwa hiyo Joshua akawa promoted, watu wakaanza kumheshimu kama walivyomheshimu Musa, kwa sababu ameifuata zile sheria na zile hatua zote alizoambiwa azifanye kuonyesha ushujaa wake na uhodari wake kwao. Akapewa majukumu mapya, akapelekwa viwango vipya. Hasa kama kawaida yetu katika, e, katika somo letu hili tunaangalia wengine. Joshua alishinda huu mtihani wake na ili darasa lake, ni nani alishindwa? mtu ambaye nimemchagua ni kulikuwa na maspai kumi ambao walitumwa pamoja na Yoshua na Kalebu, jumla walikuwa maspai kumi na mbili, katika kitabu cha Hesabu sura kumi na tatu walitumwa kwenda kupeleleza nchi. Wale kumi walifadhaika wakaogopa kitu ambacho Mungu amesema. Ili uwe hodari na shujaa, hutakiwi kufadhaika wala kuogopa, kwa sababu mimi nipo na wewe. Wale wakafadhaika wakaogopa, na kwa sababu hiyo wakaleta eh, ripoti mbaya kwa wana wa Israeli, na kwa sababu ya ripoti yao mbaya taifa zima likafanya nini? Likaanza kulia, wakalia Only Joshua na Kalebu ndio wakawa wanawabembeleza wale watu, jamani, Mungu siuko pamoja na sisi. Na ndio maana nasema lazima ukumbuke uko na Mungu. Mungu siko pamoja na sisi, twendeni jamani, sisi tunaenda kuiteka, kwa sababu ile nchi Mungu amekwisha tupa. Kumbuka ahadi za Mungu. Wale hamna wanaendelea kuta, kusambaza na ni mbaya. Mungu akakasirika akasema, mnajua nini? Watu wote waliotoka Egypt mpaka wamefika hapa, wameona matendo yangu, wameokula mana, wamekula nyama, wamevuka eh, bahari ya Shamu, wameona nilivyopiga dui zao, na bado hamniamini. Hamtaingia Kanani, mtaiona kwa upande huu, hamtaingia huko, kasoro watu wangu wa ambao wananiamini, Joshua na Karebu ndo, Joshua na Karebu ndo the only two waliotoka Egypt wakaingia Kanani. Kwa hiyo wapendwa, maombi yangu tusiwe kama wale maspai kumi waliiona nchi ya Kanani, hawakuingia kwa kutokuamini kwao, kwa kukosa uhodari na ushujaa. Mungu atusaidie tuwe kama Joshua, tuwe mahodari, tuwe mashujaa eh? Tuwe promoted katika level mbalimbali, maana neno Mungu anatuahidi ya kwamba tutatoka utukufu hadi utukufu, tusibakie pale pale kwenye comfort zone. On the other side of Jordan, tuvuke Jordan kwa msaada wa Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninaomba, kama bado hujasubscribe, unasubiri nini? Ndugu yangu, subscribe, watumia watu wengine wajifunze, share eh, like Comment, napenda comment zenu. Je, kuna somo gani ambalo unataka tu nilelete kwenu eh, tuli discuss kwa sababu we are together in this. Mungu awabariki sana, tuonane wakati mwingine. Amen.